Tunaalikwa kujifunza kweli za imani yetu na kuziishi. Kutulia katika imani, tulia katika imani, usihangaike, usiranderande, usiwayewaye. Unarandaranda katika imani, unawayawaya katika imani, utapoteza lengo. Ni wakatoliki wangapi wanaacha imani walimobatizwa? Tunawaona huko, asisikie kitu kina upako, anacho naona kabisa amevaa na rozari yetu, huyu yupo hapa, anapakwa huyo. Unafedhehesha uso wa mama kanisa mtakatifu. Na sisi wa katoliki, tuna urithi wa neno, tuna urithi wa sakramenti, tuna urithi wa visakramenti, tuna kila aina ya utajiri na nyenzo za tuna haja ya kuhangaika, kuwayawaya katika maisha. Tulia katika imani. Na sisi wa katoliki, sikilizeni vizuri, mama kanisa mtakatifu ameratibisha vizuri kama ni mafuta, sakramenti itakayohusu mafuta matakatifu hayo, mafuta ni mafuta gani? Anayabariki nani? Anapakwa nani? na anapakwa wapi? na anayepaka atamke nini? Leo hii, huu uigizaji, uigizaji huu, mafuta ya upako, anapakwa wapi? Unapakwa, unapakwa pakwa tu, anakutuma nani? na wakati anakupaka anasema nini? Kanisa letu namna ya kuadhimisha sakramenti limeweka vizuri.